Hali ya kisiasa nchini Madagascar imezidi kuwa tete hii leo Jumamosi, Oktoba 11 mwaka 2025 baada ya baadhi ya vikosi vya jeshi kuungana na waandamanaji wanaopinga serikali. Tukio hili limejiri kufuatia wito kutoka kwa kundi la wanajeshi waliotaka wenzao katika vyombo vya usalama kukataa amri ya kufyatua risasi kwa raia wanaoandamana. Katika mji mkuu wa Antananarivo, mamia ya waandamanaji waliendelea kumiminika mitaani kushinikiza mabadiliko ya kisiasa na kueleza hasira zao dhidi ya kile wanachokitaja kuwa ni ukandamizaji wa haki za kiraia na ufisadi serikalini. Tukio hili lililoshangaza wengi ni pale baadhi ya wanajeshi walipoonekana wakivua sare na kujiunga na maandamano hayo, huku wakilakiwa kwa shangwe na raia waliokuwa wakijitokeza kwa wingi. Kundi la wanajeshi, ambalo lilitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari mapema hii leo, liliwataka wanajeshi wote na maafisa usalama kukataa amri za kupiga risasi au kutumia nguvu dhidi ya watu wasiokuwa na silaha. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa jukumu la jeshi ni kulinda wananchi, siyo kuwatisha au kuwadhuru. Waandamanaji wamepongeza hatua hiyo ya jeshi, wakisema kuwa ni hatua ya matumaini katika mapambano yao dhidi ya kudai haki na demokrasia. Hatimaye jeshi limeona ukweli, hatuwezi kuendelea kuishi kwa hofu kila siku, alisema mmoja wa waandamanaji. Serikali haijatoa tamko rasmi kufikia sasa, ingawa kuna wasiwasi wasi kuwa hali inaweza kuzorota zaidi iwapo mgawanyiko ndani ya vyombo vya usalama utaendelea kukua. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa hatua hii ni dalili ya mgogoro wa ndani unaoweza kusababisha mabadiliko makubwa ya uongozi au hata mapinduzi ya kijeshi. waandamanaji wameapa kuendelea na maandamano yao hadi serikali itakapotoa majibu kwa madai yao. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia kupatikana kwa suluhu ya amani kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Hali bado ni ya wasiwasi huko, raia na waandishi wa habari wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya mzozo huu unaotikisa taifa la Madagaskar.